Samjambo yes, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nanyi katika siku na tariki hii ya leo, nimewasalimu nyote kabisa, nikiwaambia jambo kwenu nyote, ambapo mmekuwa huko na huko mukilala mukiamka mukiwa ndani ya kazi mali pote, munapokuwa mm, wanaotumika usiku na mchana wote tunawasalimu kabisa. Ni mimi wenu Kolomboka mwenyekiti mwenyewe mfalme wa habari kabisa. Leo ni tariki makumi, makumi mbili na mbili mwezi ni wa nne mwaka ni elfu mbili na makumi mbili na tano sini vile ndugu zangu <laughs> Aya, tuanzie wapi tuishie wapi? <laughs> mambo ni hatari eh? Yani, tuanzie wapi tuishie wapi hapa kabisa. Nimekupa moja kwa moja habari yetu ya siku hii ya leo, nikikwambia tu kwamba wazalendo wamepiga kabisa M23 mpaka wamesikia kabisa cha mtemakuni huku ngambo ya Nyangezi kabisa wamepiga kabisa, wamemshinda huyu adui mwovu na kukamata wengi kabisa. Mateka ni nyingi sana mm. Yani wamekamata mateka kabisa hapa mm, ngambo za Nyangezi kabisa na hapa eh, inaonekana kabisa eh, watoto wetu wanaendelea kufanya kazi na kumfieka adui mchana kama vile usiku. Tunawapigia bravo bravo bravo bravo. Les gens vraiment nous sommes tres contents nous sommes tres geniaux tres contents. <laughs> eh. eh, kabisa ile ni kitu ya mzuri sana wa ndugu zangu munapofanya kazi kama na hii, munakuwa mmefanya kazi nzuri sana ambayo kabisa inaonekana eh. Kabisa nyinyi ni wenye kabisa kufanya eh, kumfyeka adui vizuri sana na ni lazima kabisa adui afyekwe kabisa vizuri, bila shaka afyekwe kabisa maana, kuna mambo mengine inabidi kabisa usiacheache tu eh. Unajua majani kisha komaa inaleta nyoka bwana. <laughs> majani kisha komaa, inaleta nyoka, ni sherti ulete mkataji akate kabisa, anyoe ile majani yote kabisa, akaikate vizuri, akaipungie vyema. <laughs> na wazalendo nao wame, eh, wamekuwa wanyolaji kabisa, wamepunga kabisa, wakinyola kabisa vizuri sana tena sana shenzi, wanashikwa wengi kabisa, hmm? Wameshikwa kwa wingi kabisa, awashenzi kabisa ambao kabisa wamekuwa waki pigana pamoja na waza waza. Mnakumbuka kama kuna wale waskari ambao walionekana katika muji wa Bukavu, wengine wakaonekana katika muji wa Goma, wengine wakaonekana huko na huko, ilikuwa ni maonesheleo ya uovu. Niliwaambia kama aha, intimidation ya baninja ni mashite, njo nilivaambia <laughs> Ah, intimidasio ya ba ninja ni mashite unaona, napiga mashite mashite mashite me rage. Mimi nakwambia, wakati ambao wa vijana ambao walijionesha kwa wingi sana, nikamwambia hapa ni bure, chai ya rangi, abana ta forse moya hakuna ta force. Oh, ni special force, ninawambia bongo in ile ile aikwa ta special force aikwa ta bale. Mimi nakwambia Mungu ni waajabu kabisa eh. Walikuja kwa wingi nikawambia, wanakuya kwa njia moja watarudi kwa njia saba, na ni vile kabisa, waliwapiga mpaka wakapata kizunguzungu. Basha, kupiga mpaka unapata kizunguzungu kuvita. Eh? balibapiga mpaka bakapata kizunguzungu kuvita. Ile ndio mimi nakwambia, ni kweli ndugu yangu, yani walipata walipata wakapata wakapatuluka Ay. hapa Nyangezi kunapitikana mambo bwana, tangu jana kunapitikana mambo eh ni hatari unapitikana mambo kabisa, hapa mtani Nyangezi kabisa. Wazalendo wanaacha raje kabisa, wakipiga shenzi vizuri sana na kushika. Wengi wameisha kushika karibuni saswa santi persone wote kabisa, wameshikwa na kuikalishwa chini ya ulinzi ya wazalendo <laughs> yani wameikalishwa chini ya ulinzi ya wazalendo Wanawambia hatutawanyanganya wa, kitu mwikale kwanza chini, mtie roho zenu fasi moja. Yaani wameikalishwa kwanza chini hii ee, ni kitu mwa. sasa wa Saint Person ndio alisha kuikalishwa chini huku ngambo ya, ya Nyangezi huko kabisa ha? na hapa ngambo za Kamanyola kabisa inaonekana ya kwamba wazalendo wana wame anza kufungua front huko ngambo ya Kamanyola kumfukuza adui mbali kabisa, lakini Warundi walikuwa wakizuia na kuambia mungoe kwanza tuangalie vizuri, tuangalilie baadaye mwende mfieke sasa huyu adui <laughs> nakwambia, mambo ni mambo kabisa. Mungu ni Mungu tu kabisa, ndugu zangu, Mungu ni Mungu, hakuna venye Mungu anashindwaka kabisa, hmm? unapoona jinsi gani wazalendo watoto wa mama ambao wako wanasemewa kwamba hawana formation. Unayo formation, so nini formation? Iko vile vya kurampe? Hapana, formation ya, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya kwanza inakuwaka kumapambano kumapambano, ndio kwenye formation ya kwanza iko na unapoingia kwenye mapambano vizuri, unapiga formation ya bi pale pale tuta, uta, uta, Ute, ute, utajiviringita mumatope. <laughs> Ah, ni hatari ndugu zangu, wazalendo wanapiga M23 mubaya sana. M23 ilikuwa na siku saba za kukamata Uvira, yani walikuwa wamepewa siku saba za kukamata Uvira, lakini siku saba zinamageukia miaka saba, ambao hawataweza kamwe kupigana na kunyang'anya mji wa Uvira yani walikuwa kwa maakili zao ama kwa akili zao ndogo, walikuwa wanajua kama kwa siku saba baadaye watakuwa wamenyang'anya. Sababu gani? Balikuwa balisha pana franga kwa watu wengi, ili kuwaa wapate kujienfiltre muuvira na mulongwe, eh, lakini kwa sasa niko nakwambia hawawezi kanyaga Uvira hata nini ikuwe, sababu wanakuwa chai ya rangi. Ni kuambie tu kama hapa ngambo ya Nyangezi tayari hivi, niko nakwambia wazalendo wamesha kusogea tena kabisa kikubwa Najua zile doria ambao walikuwa wakifanya, wanapiga wanarudi, wanapiga wanarudi. Hapa sasa si kupiga kurudi, hapa ni kupiga kukaba na kusonga. Yani unapiga unakaba na unasonga mbele, ndio vile wao wanaanza kufanya sasa. Na hapa ngambo ya, ya, ya Kamagema kwa leo walionekana hapa ngambo ya Kamagema wazalendo, niwadanganye wala niwaitikishie? <laughs> Mi nabaambia kama walionekana Kama gema leo, kulionekana karibuni wazalendo wengi hapa Kapanzi, Kama gema na hawa walikuja wakanunua chakula na wakatoka wakaenda. Asa watu wakasikia woga ya ajabu sana, wakaanza kunipigia hati papa, tunasikia kabisa huku mambo inataka kuchafuka maana wazalendo wameingia na wanauza chakula chao cha kila siku na wanajirudilia wao na wanasema tunakuja kuwagomboa wa siku kidogo. Ile ni watu wa Kamagema ambao wameniita, ambao wamechuruza, ambao wamewaujishia, na wananiambia kabisa, tunawaona na mecho wetu, watoto wetu wanatuambia kwamba wanakuja kutuokoa kwa saa kidogo <laughs> unaona, kama ni mambo mazuri, ni utamu. Nikwambia, kama mimi nakupa utamu kwa utamu zaidi ya utamu, kila leo napasha nikupe butamu na utamu zaidi ya utamu, kila leo pata utamu kwa usiku. Hii ni usiku ya usiku ambao nimekupa utamu wako sasa. Yaani ni lazima nikupatie utamu, ili kwamba upate kusikia utamu. Hmm? Yaani nikwambie tu kama wazalendo walikuja kuuza chakula musoko ya Kamagema na wakarudia, na wakapatia watu message, wakawaambia tunakuya kuokoa kwa siku chache e, M23 inaanza tetemeka. O oh, hatu tatoka nini na nini e, musitoke, mbaki tu pale nashitunapena, musitokake, mbaki tu pale, mutaona chamtemakunu hapa mjini Goma kwa siku ya leo, M23 pamoja na wakadre wao walifanya renyo pamoja na wavijana ama na watu, lakini wa population kongole di Goma wanasema nini? Wanaambia M23, tunajua kama nyinyi munataka kutoka bila kuwaficha maraba hii. Tunaishukuria sana vijana wetu ambao wanasemea ukweli na kuambia adui ukweli mbele ya mkutano ya watu. Hmm? Na waza wale ambao wanakuwa ndani ya group wameisha kupata tayari hizi picha. Yaani, wamewaambia tunajua kama nyinyi mnataka toka na mnasema ya kwamba tujiunge kwenu nyinyi. Sasa mtakapotoka sisi tutabaki wanani? Yaani, unaona kama population inaanza kutosha woga ya kuongea pamoja nao na kuwaambia ukweli. Na kuna vitu vingine inabidi kufunua ukweli. Inabidi kuambia watu ukweli, eh? Inabidi kuwaambililia kama sisi hatuwapendi, sisi biko hivi. Sababu unaona watu wengi kwa sasa tuko tunaongea hawana makazi, watu wengi walikuwa na kazi zimefunga, watu wengi hawachuruze komilfo, pesa zimekosekana kabisa takataka, maisha inakuwa magumu kiasi kikubwa. Upata chakula ya mchana inakuwa shida, upata chakula ya usiku inakuwa shida. Sasa unaona, tutabaki tu hivi tukinyamaza kimya, na tuko tunalumilia kuroho selo, source yetu ambayo ilikuwa pale kwenye mkutano, watu walikuwa kama vile wanyangule wale wa jamaa, wa wapige chini, sababu asira monte ya population ilikuwa yulu sana.

Tashimama kabisa kwanza, bravo kwa wandugu wote ambao hmm? ndani ya vita kabisa, kombambo tunayo tunajua, kwenye tuko tunaibeba na itamalizikia kwenye iko inaenda, ndio njia M ishirini <laughs> e, na tatu, mko wapi? Mko wapi? Mko wapi? Hmm? Unaona, kama mambo yote inakuwa na mwanzo na mwisho. Kila leo Kolomboka, nasema mwanzo na mwisho, kila kitu yote inakuwaka. Hmm? Yaani, ni kwambie tu kama wazashu waza mama waza ndungu kabisa wamefanya kazi hapa mtani um, nyangezi kabisa wakimpiga adui kiasi kikubwa huku ngambo za kavumu kabamba kabisa, huko kabamba huko kabisa, eh, kuna wa M23 kenda ambao wamejiwasilisha kwa mikono ya wazalendo. Wametia arme zao chini na kusema ya kwamba tumechoka kupigania nchi isiyo yetu, na hapa tunataka mutu pokee vizuri, na wazalendo wamewapokea, lakini, shauri langu ni kama lako na kama letu sote, wazalendo, mnapasha kuwa makini sana kwa wale ambao watazisalimisha. Sababu si wale tu, kwa wale ambao watazisalimisha, hawa ni nyoka na wanakuwa na maele nyingi. Hata Biblia inasema eh, nyoka ni mnyama wa maele sana, ambao imejifunza imejibadilisha kila wakati. Alafu sasa mfanye angalisho. Hey, yani usimwamini adui ya 100% sababu utakuwa umepoteza kalite ya kwako wewe kama mzalendo komando civile <laughs> unaona, ni lazima kabisa tunawaambia hii kitu, tunawaambia hii kitu kabisa wale ambao walijisalimisha na wale ambao watajisalimisha, si kusema ya kwamba tuwakatale, hapana, lakini muwa saving, muwatie fasi moja, muwafunge Hmm? Yaani muwasefasi moja wasichangamane na nyinyi. Ya pili ikiwezekana muwabebe Lubumbashi, Kinshasa. Hii yaweza kuwa vizuri sana tena vizuri sana. Sababu wale ambao wamechangana na makapi, wale ambao wamechangana na magugu, wale ambao wamechangana na shetani wanaweza kuwaingilia baadaye, wanakuwa wanaongea na, na wakwao ama wako bien prepare, unakutana wanajikuwa na maapare kumili yao ya sound. Sasa kote kwenye biko unakutana wanakuwa na yua kama mko hapa mko hapa piske deja, unaona kama drone ilishakosa nafasi ya kupanda yao, yani ile madron kamikas imeshakosa nafasi sasa banaanza kuangalia tutafanya nini ili kwamba tupate kuavware aba batu na tuyo kwenye banatokiaka, source yao iko wapi? Alors pale banaweza fanya kituma, banasema tubainstale yako e, ma radar fixe ni banazita ma radar mobile, bana bulu ma radar mobile bunatumika na mic piece Yani, vunaweza kuwa wa kidogo lakini vunatransmetre message ese. Purukua munapasha kuwa makini sana kwa watu wote ambao wanakuja kuzisalimisha, na zaidi ya yote hatuna gereza, munajua vile hatuna hmm? gereza mpaka sasa hivi, gereza iko Kishasa. Mzalendo ana station ya kufungia watu ana prison. Alor pale sasa inabidi kuwatia fasi moja munawa save pale munapo wa save pale muta munawapiga question, munawa questione muyue eske wanakuya kufanya nini kesho, wasije wakageuke kwa maadui. Yani unaona adui iko na njama nyingi nyingi sana kabisa, ndugu zangu, siwezi nikawadanganya. Na hizi njama zote nyingi zenyeko nazo, kuna nafasi amejiuza mtoto, anatuma watoto wadogo ili kwamba wapate kufanya, kufanya nini? kujua kinyemuko. Aa, kuna wakati anatuma wa mama. Hii kutuma wa mama anakuwa anataka ajue kikweli nini iko. Kuna wakati anatuma hata wazee kuna wakati anatupanda hata wasazi watu wamejifanya kuwa kichaa Kumbe wao wako ndani ya kazi. Sasa inabidi kujua adui anatumika namuna gani hmm? inabidi kujua ile kitu, inabidi kabisa kujua adui anatumika namuna gani? Ponda subscribe yako. Yaani, wa ndugu zangu, tunashukuru sana watu ambao wanaendelea kuponda subscribe. Lakini na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, ni lazima uponde subscribe yako Fanya share kwa watu wengi hata ndani ya magrupe mbalimbali, mfanye mbali, share ndani ya grupe mbalimbali mbali, hata ndani ya familia yetu mm, tunataji kabisa tu share, kabisa information yetu. Unajua tukisha share na hapa, watu wengi watakuwa wamejiandikisha na kuingia kabisa ndani ya shene yetu ya leo. Ni kuambie tu kama aa vijana ambao waliojiandikisha ama wa, waliojisalimisha E, wamebebwa wako ndani ya mikono ya washefu ama wakuu viongozi wa kizalendo. Na hapa kabisa watu wengi wanasema sana kwa ajili ya watu muue mfanye nini? Ndiyo, kila kitu kina wakati yake. Ikiwa vema wote wataisha, na isipokuwa vema wataulizwa, inabidi kwanza waulizwe kwa nini ulienda mu M23 unakuja kufanya nini huku, nini na nini bile vyote ni lazima waulizwe sana tena sana, sababu ni lazima ni lazima ni vitu vyenye vinahitajika zaidi tena sana, tena sana kwa ndugu wapendwa, msingelikuwa naoga vita inataka malizika. Tena wazalendo ndio watamaliza vita kiasi kikubwa Bukavu, kwa siku kidogo, kwa wakati kidogo, hapa mambo itachanga pale Bukavu, na vitu vitaendeka vizuri sana Bukavu, mujitayarishe maana munataka kutoka katika utumwa wa giza. Tunaambia population yote population yote ya mahali pote, musikimbie fasi, mukisikia bunduki disasi, mwingie mmanyumba zenu. Hakuna kitu mtakuwa kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Alo weye, usiende unaenda, shangilia wapiganaji Aa, ile utakuako na desequilibre wa wapiganaji wetu, na ni lazima wewe, ukisikia risasi, ingia tu ndani ya nyumba yako vizuri, ama kwenye huko, ingia hata ndani ya depo mpaka risasi ile itakapokoma, maana ninajua kwamba eh, muji wa Bukavu kwa siku kidogo ita